Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oyee! Wajua kule Zanzibar,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 tukachuje tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wana nia ya kugombea, tunaomba watoe taarifa mapema watupishe. Tunata mkuu wa mkoa wangu anapiga makofi na ye yumo, lakini alishanletea alisha jina lake mapema kwamba, mimi bwana, ukiamua tu mimi natoka kwayo. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tulishapata majina bado upande wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tukikuacha mpaka uchukue fomu tayari utakuwa umeshasababisha hasara kwa wenzio. Nimemwambia katibu mkuu ifikapo tarehe mosi mwezi ujao, kesho kutwa, niwe tayari tumepata majina ya wenye nia ya, ya kugombea. Lengo ni kwamba tunataka kuziingiza kwenye mafunzo kamati za siasa na kamati zote zitakazokaa kwenye uchujaji.